Katika kuunga mkono juhudi za serikali kwenye kada ya afya, jeshi la kujenga taifa kupitia kampuni yake ya ujenzi SUMA JKT Construction Company Limited limeendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali nchini ikiwemo ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga linalogharimu zaidi ya shilingi bilioni sita nukta tano. Akizungumzia mradi huo, mganga mkuu wa hospitali hiyo Dkt. Baraka Msumi amesema SUMA JKT limeaminika na kupewa kazi hiyo kutokana na ubora wa majengo ambayo wamekuwa wakiyajenga katika hospitali hiyo ikiwemo jengo kuu la wagonjwa wa nje pamoja na jengo la uchunguzi. Naitwa Daktari Baraka Msumi, ni mganga mkuu manispaa ya Kahama, ambapo hapa tuna mradi uh, wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto na ni mradi mkubwa na mradi huu unatekelezwa na uh, mkandarasi wa SUMA JKT uh, mpaka sasa mradi wetu uko hatua za umaliziaji na tunaendelea vizuri kwa maana ya viwango vya mradi na uh, ni mwendelezo tu wa uboreshaji wa majengo yetu. Uh, kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita tumeweza kujenga jengo la, la uchunguzi lakini pia na la jengo la wagonjwa wa nje na majengo yote hayo ya mawili yalitekelezwa na, uh, na, na mwenzetu wa SUMA JKT. Tuendelee kufanya nao kazi, ni kwa maana kwanza wanam, wanamtaji, unajua kwenye, kwenye hii miradi wakati mwingine tunapendaga mtu ambaye ana uwezo wa kujenga, alafu mwisho wa siku sasa ndo anaweza aka, aka, akaomba ile certificate ili tuweze kumlipa, na kwa upande huo sasa, kwa SUMA hakuna usumbufu wowote. Kwa hiyo kwa una, tunajikuta kwamba miradi yetu inakamilika ina kwa kipindi ambacho sisi tumepanga. Mimi pia naweza nikashauri nika uh, wenzetu taasisi za binafsi, taasisi za umma waweze kufanya kazi na, na SUMA. Na hata ubora wa majengo yani, viwango vya majengo, kama kwa mfano jengo ambalo tuko hapa ili la OPD karibu sana na miaka mitatu, lakini ukiliangalia ni kama jengo ambalo limemalizika lime tu labda miezi miwili au mitatu iliyoisha. Kwa hiyo mi niseme tu kwa ufupi kwamba kwa wale ambao hawajawahi kufanya kazi na SUMA JKT, mimi niwashauri tu e, wafanye kazi na mkandarasi JKT. Kwa upande wake meneja wa ujenzi SUMA JKT kanda ya ziwa magharibi, Meja Hamad Matata amesema kupitia miradi hiyo ya kimkakati, shirika linaendelea kuwa sehemu ya huduma za jamii. Kwa majina anaitwa Meja Hamad Stahmil Matata. Mimi ni meneja wa suma JKT ujenzi kanda ya ziwa magharibi, ambayo inajishughulisha na, na shughuli za ujenzi katika mikoa ya Shinyanga, Geita na Kagera. Katika hospitali hii ya manispaa ya Kahama sio mradi huu peke yake wa jengo la mama na mtoto, bali tumetekeleza majengo mengine kama jengo la OPD na jengo la uchunguzi ambayo majengo hayo yote yameshakamilika na sasa hivi yanaendelea kutumika. Hivyo sasa hivi tunaendelea na jengo hili na naamini ndani ya muda mfupi litakamilika na lenyewe litakuwa katika matumizi. Kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa shirika Meja Jenerali Rajab Mabere pamoja na mkurugenzi mtendaji Brigedia Jenerali Petro Ngata, Napenda kusema najisikia fahari kuaminiwa na serikali na kupewa miradi mikubwa kama huu yenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Changamoto zipo, lakini kwa ushirikiano mzuri baina ya mjenzi mshitiri kwa maana ya kwamba mteja aliyetupatia kazi pamoja na mshauri tunazipatia ufumbuzi changamoto hizo na ndiyo maana mpaka sasa tumeweza kufikia hapa katika ujenzi huu. Naishukuru serikali na kuahidi kutekeleza miradi kwa wakati, ubora na uweledi mkubwa. Aidha, meneja wa mradi huo, mkadiriaji majenzi Arch. Mashala Mboje amesema mradi umefikia katika hatua nzuri na hivyo upo mbioni kukamilika ili kuwasaidia wananchi katika huduma bora za afya. Kwa majina anaitwa Mashala Mabala Mboje, mimi ni mkadiriaji majenzi lakini, kwa upande wa nafasi yangu katika manispaa ya Kahama, mimi ni kaimu mkuu wa division ya miundombinu maendeleo ya vijiji na miji. Kwa upande wa mradi, mimi ni meneja wa mradi au project manager. mpaka sasa mradi wetu umefikia hatua ya ukamilishaji kwa maana ya finishing stage. E, shughuli zinazoendelea katika mradi wetu kwa sasa ni shughuli za plastering, lakini kama mnavyoona upande wa nje pia tumeisha anza kazi ya skimming. Shughuli zinaenda vizuri kwa kweli, mkandarasi yupo site. Tumeanza kufanya naye kazi mwaka 2018 ambapo tulianza kujenga jengo la wagonjwa nje kwa maana ya OPD, lakini kutokana na kazi nzuri aliyoitekeleza katika ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje ilitupendeza kufanya naye kazi pia katika jengo la uchunguzi kwa maana ya diagnostic center. E, sambamba na hapo baada ya kukamilisha mradi wa jengo la uchunguzi ndio tukaanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Kuna faida kubwa ya kufanya kazi na SUMA JKT ukizingatia, moja ni taasisi ya serikali. Cha kwanza ni kwamba tunakuwa tunaiwezesha serikali kutimiza malengo yake kwa sababu SUMA JKT imeanzishwa kwa malengo ambayo kimsingi ni malengo mahususi kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma katika jeshi letu, lakini kwa mantiki hiyo, e, tunakuwa tuna uwe, support vision ya serikali katika ubunifu wa hili jambo. Jambo jingine ni kwamba tunafahamu taasisi ya serikali mara nyingi katika utekelezaji wa miradi kama hii huwa haitangulizi faida mbele, wote tupo hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo tunachokiangalia sana sana ni kuhakikisha malengo tuliyojiwekea katika ukamilishaji wa miradi mbalimbali yanatimia mbali, pasipo kutanguliza sana faida katika utekelezaji wa miradi. Jengo hilo la mama na mtoto litaongeza ufanisi katika huduma za afya hospitalini hapo, kama ilivyoadhima serikali kuboresha miundombinu katika kada ya afya nchi nzima.